Sisi wenyewe wanadai wanatusaidia lakini mimi najua kwamba Marekani ana reserve currency. sisi tunatumia dola yake kwa hiyo sisi tunamsupporti Marekani sio kwamba yeye anatusupporti sisi ndio tunamsaidia. sasa hii elimu haipo ni elimu ya finance, international finance. haipo watu hawaelewi yeye ana reserve currency. sisi tunapouza kahawa tunauza kwa dola wanatuletea dola ndio sasa yeye ana reserve currency kwa hiyo yeye ana uhuru wa kuchapisha fedha huko Marekani. Sisi hapa rais Samia hawezi kuchapisha fedha, wamemwekea watu wa kumsimamia hapa. Sasa wakati wa, wa, wa COVID rais Biden aliingia pale akasema amechapisha hela kila watu, akagawiwa hela hela kila. Sasa sisi hapa rais watu, angeweza kuchapisha hela za kutugawia, hawezi. Wanapochapisha hela sasa maana yake nini? wanapochapisha hela ambao ni utajiri hewa haulindwi, na na na na, na, na, na thamani ya utajiri uliozalisha. Wanaolipa ni akina nani? Watumiaji wa hiyo hela. Kwa hiyo dunia nzima inamlipa Marekani, not the other way round, na ndio maana mtu yote anayejaribu kupinga hiyo, wengi wameuawa. Saddam Hussein aliuawa kwa sababu gani? si kwa sababu alisema yeye atauza mafuta yake kwa euro, wala kusema anauza kwa hela, alisema mimi nitauza kwa kwa euro ha. Kichapo nilikuwa Umoja wa Mataifa wakati ule tukiwa na Kofi Annan, tulifanya kila juhudi kumuokoa Sadamu zeni vilishindikana.